uka kwamba loch uh, wakati avivukiwa uh, kia nyeaz kucheza didi ya Mamelodi. Kumbuka kwamba loch naye alikuwa ndani ya kikosi hicho cha Wydad. Sasa hivi wamekutana tena timu moja na bondi yao, bila shaka watakuwa anaifuatilia wamebondi vizuri, na ni moja kati wachezaji ambao wanafanya poa sana ndani ya kikosi hicho a na kuenda kucheza

ambao ni kisho ya saa moja, kwani ni matajiri chamazingu wako nyumbani wakimkaribisha Wydad kutokea kule meko

Yes, ni katika dimba la New Aman Complex, sehemu pekee ambayo kesho tutakwenda kushuhudia mchezo wa kukata na shoka. Kikosi cha Azam FC watashuka dimbani hapa kucheza dhidi ya timu ya Wydad Casablanca, kama ambavyo na washuhudia nyuma hapo kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo mchezo utapigwa siku ya kesho eh, majira ya saa moja kamili za usiku, ikiwa e ni mchezo wa pili wa kikosi cha Azam FC pamoja na Wydad Casablanca wa michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, msimu wa 25 26. Itakuletea zote zinazohusiana na, na, na mchezo huo na kile ambacho kitajiri katika siku ya kesho.

Ni, ni katika dimba la New Aman Complex ambapo kesho hapa tutashuhudia mechi kali, mechi ya nguvu, hatua ya makundi katika michuano hii ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Azam FC ndio wenyeji wa mchezo huu ambapo watawakaribisha Wydad katika mchezo huu ambao wanatarajiwa kufanyika majira ya saa moja na hapa tunaona nyuma yangu ni tayari Wydad wameshaingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi kuelekea katika mechi hiyo ya kesho, ambapo tutashuhudia kandanda safi, ukiwa ni mchezo wa pili kwa upande wa Azam. Ripoti kutoka katika uwanja wa New Aman Complex Zanzibar, mimi ni Saidi Kilumanga.